Kwa alipoteza kwa kutenda nami? Mungu asifiwe. Na kuona wewe ambao ushaanza kudhamiria kuondoka ibada, hebu ombea tena, au siondoke mpaka iishe. Na kuona Mungu anaangalia mlango, ningekuwa ninaweza ningefunga milango tubaki huko ndani. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Adamu kuna sura alipoteza, alikoteza kanisa la kwanza. Adamu na mke wake walikuwa walikuwa wawili tu, wawili tu. Mungu aliweka alitaka, hao watu waishi wao wafurahie maisha, lakini jinsi shetani alipokuja <coughs> kuwa minyo wanaiso Biblia inaniambia kwamba, niende wapi nijifiche na uso wa Mungu? Hata nikifanya kitanda kuzimu napo Mungu yupo. Wanaiso zipimu. Usijidangana kwamba ule usiku ambao wangu na unaenda kukutana na yule kijana na kukutana ule kwamba Mungu akuona. Biblia inakuambia, ametuchora kwenye vitanga vya mikono. Maana kama waistora kwenye vitanga vya mikono, unapoenda kukutana na huyo mtu naenda kukutania kwenye vitanga vya mikono ya Mungu. Wanaiso zipimu.